Karibu ndani ya utandawazi na teknolojia hapa hapa, kupitia Afya Comedy TV. Kwanza kabisa, tutakachokwenda kufanya ni kutengeneza uh, feki wifi. Leo tutakwenda kucheki namna gani unaweza ukalinda akaunti yako ya Instagram. Lengo tuone namna gani Instagram account inavyoweza kuibiwa au jinsi ambavyo zinaibiwa. Naelewa Instagram ni moja kati ya mitandao mikubwa sana ya kijamii. Sasa namna gani unaweza ukalinda dhidi ya udukuzi katika pita pita zetu, eh, hmm, tumepita tumeona kuna free wifi kama hivi hapa. Ndiyo mambo yanapoenda kuchangamka na kusi, hapo hapo usitoke, uweze kujifunza juu ya swala zima la utandawazi na teknolojia kila siku yuma ya Jumaa saa moja kamili usiku hapa hapa kwenye chaneli yetu ya YouTube ya Afya Comedy TV.